Maafa ya ndugu zetu kwenye chaneli wani kwenye mwani tunaoishi nayo Same, hususani kwenye mwani mnaowatambua waliokuwa wanaenda kwenye harusi ni mamarama sawari mke wa

Lakini hii channel mwani hapa ya yaishia ya ni kama walikuwa wamekodisha wanaenda wa kwenye harusi. Mimi naitwa Christmas Steven Chiklango ni mkazi wa hapa Same. Ajali hii iliyotokea katika sehemu hii ya hoteli ilitokana na basi la aina ya